Kwa kweli katika taasisi wanasema taasisi ambazo uh, zimesitisha kupokea kadi zetu, Agakani ni Agakani Sofa ni Agakani tu na ni Agakani, sio Agakani yote, Agakani ya Dar es Salaam na baadhi kama mbili, na kama vituo vingapi ishirini na tano, kuna kuna ngapi hivi unaita polyclinics, eh, polyclinics zinapokea kadi polyclinics zinapokea wanachama wetu na kilichofanya kwamba wakasitisha ni kwamba wanasema wao ni high class na huduma. Unajua sisi tuna bei yetu za kualipa wenyewe wanasema bei tunayolipa ni ndogo, kwa hiyo hawawezi ku, kuendesha biashara, ndio maana wametukataa. Lakini inewe na sisi tukaona kama kama umetukataa Dar es Salaam, mbona mikoa ni umetukubali? Kwa hiyo tumeendelea na mazungumzo na tuko pazuri. Tunaomba radhi sana kwa wanachama wa, wa, wa, wa, wa, wa, wetu ambao walikuwa wanapata huduma ya Aga Khan alafu sasa imesitishwa, lakini tulitoa mbadala, kuna hospitali ambazo tulizitoa ambazo zinaendelea kuwapa huduma. Sisi tunaomba radhi kwa usumbufu, lakini mazungumzo yamefikia pazuri. E, karibu tutaanza tena kutoa kupokea huduma kutoka Aga Khan. Kwa hiyo ni, ni so far ni hicho kituo kimoja. Sisemi kwamba hakuna malalamiko kwa watoa huduma, watoa huduma pia wana malalamiko yao ambayo tunaendelea kuyakabili kuya, case by case, na kama limoja ambalo nafikiri nanyie mtakuwa mmelisikia ni ya kwamba wanasema uh, kifurushi chetu kina bei ndogo kuliko wanayoipata sokoni. Kwa hiyo hicho tumempa mtathmini. Unajua naye daktari wa mfuko ni mtathmini anaitwa actuary. Kwa hiyo tumempa ile malalamiko yao, mtathmini ata-run numbers, tumeingia makubaliano na shirika la kazi duniani ILO, ambaye sasa atapitia vile vitita vyote na kuona sasa anatushauri, tunakwendaje, afu ndo tutarudi tena kwa vituo. Na nafikiri ni ile eneo ambalo pia watu wengine wakienda na kadi ya NHIF wanaambiwa huduma hii haipatikani au huduma hii inapatikana lakini top up kwa hiyo ni maeneo ambayo nasema, mkipata changamoto kama hizo, mwasiliane na sisi ili tuweze eh, ku, ku, ku, kusoti hiyo tatizo linapoweza kutokea.